Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. Nenda YouTube, andika Himaya ya Simulizi. Mateso Ndani Ya Sanduku, sehemu ya tisa. Ilipoishia: ninaona kutafuta hela kiuhalali ishashindikana, alisema Maiko, huku akionekana na mawazo Roho ngumu unayo? Victor alimuuliza Maiko. Hata kama kulala na nyoka sawa tu, nishachoka mimi, Maiko alimjibu ila alionekana anamaanisha. Unajua kaka, mimi kijijini wanajua nitajili siku mama akija huku akiona maisha yangu sijui itakuwaje, Maiko aliongea hivyo huku anajisonya. Sikia sasa, mimi namjua mganga mmoja, huyo anaitwa Mbwiga. Huyo mzee kiboko, ila shida yake ni moja tu. Endelea. Kabla ajasema, Maiko alidakia, shida gani? Pesa au? Maiko alioji huku akiacha kutengeneza lile gari. Bora ingekuwa pesa, ana masharti magumu sana, ila sasa malipo baada ya kazi, hajawahi kubahatisha. Victor alioneka anamjua sana huyo mganga. Kaka sio tapeli kweli? Maiko alionekana na shauku sana ya kujua. Ndiyo unamwona kaka yangu Tomasi alivyo na ela, mimi ndiyo nilimpeleka akuniambia shati alilipowe, ila baada kwenda mambo yake yamenyokea. Mimi bado sijafikilia kwenda, ila mambo yatapo ni kaba koo nitajilipua, alisema hivyo Victor. Basi kesho twende, Maiko aliomba Sawa, hakuna shida, ila kwa kuwa ni mbali, inabidi twende na gari. Ngoja nikusaidie kumalizia ili gari ili kesho mapema tutoke nalo kabla mwenyewe ajarifata, aliongea Victor. Hapo wakawa wanafanya kazi kwa pamoja. Upande wa Amosi na shemeji yake aukuwa mzuri. Umesema ukimaliza unakuja, mbona umelala hapo lakini Edina alimuuliza Amosi ambaye alishanga kwani alijua ni utani a shemeji. Kwani kweli? Amosi alimuuliza. Ndiyo bana, ilo movie lako la kutisha linaniogopesha kweli, Edina alimwambia kwa unyonge sana. Sawa basi, nakuja. Ukweli niliogopa, ila sikuwa na jinsi. Niliingia chumbani kwake ilikuwa ndo kwa mara ya kwanza. Kweli kaka, akuwa na kitu yaani ndani hakukuwa na kitu chochote zaidi ya kitanda tu na mabegi ya nguo. Nilisogea kitandani nikalala kwa kujifunika shuka mwili mzima, ka usingizi kalipitia. Sasa wakati nipo kwenye usingizi, nilimwona mpenzi wangu Anita tukiwa wote kitandani, alikuwa ananipapasa kifuani, nilikuwa nahisi raha sana Nimekumisi sana mpenzi, Anita aliniambia. Naomba basi hii kitu. Alisema hivyo na kuingiza mkono kwenye suruali yangu. Sasa mikono yake nilihisi ya baridi sana, kila zidi kunishika nikajikuta na zidi kusisimka. Hapo nikajikuta na amka. Nilipoamka nilishtuka kidogo, kwani mkono ulikuwa kweli ndani ya suruali yangu. Shemeji, mambo gani haya? Nilimwambia Edina baada ya kugundua yeye ndio alikuwa anapapasa nyoka wangu. "Nisaidie Amosi muda sasa, kaka yako ananinyima aki yangu mara nyingi yupo bize. Nisaidie kwa leo tu. Edina alisema hivyo na kuanza kulia. Jamani basi usilie. Nilimjibu na kumnyamazisha. Sasa kabla sijampa jibu kama nimekubali au la, Edina alitoa shuka lake. Hapo ndiyo nilizidi kupagawa. Ukweli hakuwa na kitu chochote ndani. Alinikumbatia kwa nguvu. Nitafurahi sana jamani. Macho yangu yalipouona mwili wake nilipagawa kabisa, na kusahau kuwa aliye mbele yangu ni shemeji yangu, kwa kaka yangu wa pekee. Itaendelea.